A uh, Raila sa really uh, uh, mm -hmm. Ah, si option. Mpaka jamaa katoka hapa hiki ya Kenya, wacha niwawachie, niende ya inje bado mkasema angushu ya rudi. My friend, hao watu walituimbia wakisema ya kwamba hii uongozi ya Ruto ni ya Mungu. Sisi tumerealize kwamba tufai kupinga serikali ya Mungu kwa sababu Mungu ni ni... Eh, so, ya ya baba yako, eh, yako ndiye alikuletea shida mingi. Wasichana wa, wa ndio wangekuwa kila siku wangekuwa wanapanga line jeri 6000 er eh, nani 6000 walikataa, 6000 wakakubali kupanda wheelbarrow. So, leo wanatuletea sira yao ya kwamba Raila ni mzigo kwa Kenya. Mzigo, mzigo kwenu ni baba yako, ni mama yako, si Raila. Kwa sababu yeye, yeah, alikuambia munichague nitoe hii Kenya iende mali fulani, mulikataa. Wakati Odinga alijenga hii Thika Super Highway, watu wa Mount Kenya walisema wajaluo hawana nyumba, hawana magorofa, hawana nini, Raila Odinga anataka kumaliza biashara yao, wakati hiyo Raila Odinga kibomoa ile na kumatilikuwa hapo akikuwa akikuwa Minister of Roads na, na housing Leo hii sikuona wakati Raila alitoka kwa cabinet wakikuu akisema tunabomoa hii sasa Thika road, ilikuwa hata kuribia bizna, na Raila aliona kwamba hao watu ni waizi, wanapenda ukora, wacha niwajenge hii sipo Thika way. Wakiiba pesa na Nairobi wanapeleka Murang'a, Nyeri, haraka haraka, unaona, akawajengea akupeleka hata Nyanza, akupeleka Machakos. Na ukisoma hiyo story ya super highway, ilikuwa iende Machakos, haikuwa iende huko, ilikuwa iende coast. Ikienda huko alipeleka huko, ukasema ya kwamba Raila apende nyinyi. Hao watu wote ambao mliwapenda Ruto, alisaleta nini central? hakuna Central kama sio jela, jela no, no. So my friend, angekuwa anapenda Kenya Kenya angesema hata akileta county government, angesema Kisumu, coast, kisi, western county lakini ya Kenya. Hii mambo wengine walimpiga wakisema ya kwamba analeta majimbo ya kugawanisha wa Wakenya. Leo enda Kirinyaga useme wasikuwe na gavana, enda Murang'a useme wasikuwe na gavana, enda Nyeri wasikuwe na gavana. Leo hao ndo ndiyo wanaenjoy wana devolution, ambao wataki hata vionyie kuliko kila mtu unaona. So Raila Odinga ameleta idea na his idea yake, akileta mnapinga. Leo hii akitoka pia kwa Ruto mtmtarudi kwa Ruto, unaona? Ehhe, leo mnachukia Ruto kwa sababu tuko na Ruto, tukitoka Ruto leo mtarudi, unaona? So mjawahi taka Wajaluo wakae mali wanapumzika. Wajaluo wamekuwa kama nasapota za Raila Odinga, wamekuwa punda ya

Kama muna strategy ya kuchoma barabara, mkuje niwafundishe. Usiku mwende mchome, sisi hatuendi huko.